Karibu sana. Aa, kama tulivyokwambia siku ya leo ni siku ya saratani ya ovary. Asante kwa kuendelea kufuatilia morning trumpet. Mimi ni Mercy, mwenzangu ni Richard Ngaila. Mm -hmm. siku ya saratani ya ovary ni siku ambayo inaangaliwa kimataifa, lakini kwa nini siku hii imetengwa? Umuhimu wake ni upi, na ni maeneo gani muhimu ambayo yanatakiwa kufahamika katika jamii. Saratani hii inawashambulia hasa hasa wakina mama walio katika umri gani, au ni makundi gani ambayo ni hatari zaidi kupata saratani hii? matibabu yake yanakuwaje? Kwa bahati nzuri hapa nchini kwetu Tanzania aa, matibabu yanafanyika Richard, mm, kabisa mm -hmm, matibabu yanafanyika hapa hapa nchini kwetu Tanzania mm. Na tutafahamu vipimo vyake vinakuwaje kabisa mm -hmm, na dalili zake mm. Hadi ukapime inakuwa, kwa sababu inalisa. Sasa kwa, kwa unajua uh, hii ni siku muhimu sana ambapo dunia kila inapofika Mei nane mm. eh, inaadhimisha siku hii kwa maana ya kutoa elimu na kukumbusha juu ya saratani ya ovary. Tunafahamu kwamba ndio saratani ambayo uh, inachuk kuwa uhai wa wanawake eh, duniani, na hii ni sal- kuliko magonjwa mengine yote, ama kuliko saratani nyingine yote ya kizazi. Kwa hiyo eh, unaweza kufahamu ama kuona kwamba ni hatari kiasi gani, uhum. Sasa Balkisi Njuki eh, ana nanii, tunaweza tuiwekeje hii kwamba Uh, ametuandalia kwa kina zaidi akipita uh, kwenye moja kati ya hospitali uh, kuweza kufahamu kuhusiana na saratani ya ovary uh, sasa tuungane naye aweze uh, tuweze kupitia na kupata elimu kwa kina kuhusiana na saratani ya ovary ya kabisa kutoka kwenye hospitali ya Ocean Road. Kila tarehe nane ya mwezi Mei ya kila mwaka dunia huadhimisha na kutoa uelewa kuhusu saratani ya ovary. Na hicho ndicho ambacho kimetufanya tufunge safari na kuja hapa taasisi ya saratani ya Ocean Road kufahamu kuhusu siku hii ya saratani ya ovary. Ni saratani ya aina gani hasa? Inawakuta wanawake wakiwa katika umri gani? Je, matibabu yake pia yakoje? Ungana nami katika hilo natenda kuzungumza na madaktari lakini kubwa zaidi pia ya kuangalia tiba ambavyo inatolewa. Mimi ni Balkis Njuki, ungana nami katika safari hii. Tumefika hapa na tunaenda kuzungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya saratani, Dkt. Evelyne Mkuchika, na yeye atatuambia mengi kuhusu saratani hii ya ovaries. Dkt. Evelyne, habari za hapa? Salama. Pengine unaweza ukatuambia moja kwa moja uh, hii saratani ya ovaries ni, sar ni saratani ya aina gani? Um, saratani tunavyosema saratani ya ovary maanake, mm. ni ugonjwa wa kansa au ugonjwa wa saratani unaoathiri ovary. Ovary ni sehemu ya uzazi ya mwanamke, mm. yale ni mayai ya kike, mm. kwa binadamu ndio. Mara kwa Kiingereza yanaitwa ovary, kwa hivyo ni saratani ya mayai na ni saratani ambayo ina dalili zipi? Pengine kwa bahati mbaya, ya ugonjwa huu kwenye hatua za awali au unapoanza, mara nyingi huwa hauonyeshi dalili hmm, na unavyoendelea kukua, kadri siku zinavyoenda, unaweza kuja na dalili ambazo unasema they are not specific, yani haziwezi kumwonyesha daktari au mgonjwa kwamba hii lazima itakuwa ovary. Mtu anaweza kupata tu dalili tofauti tofauti kama uchovu, maumivu ya tumbo, kujisikia tofauti, tumbo kuvimba, wakati mwingine anakohoa, anashindwa kuhema kulingana na hatua ya ugonjwa ilipofikia. Dalili zingine zitatokea kulingana na sehemu ambayo ugonjwa umesambaa kuelekea. Kwa mfano kifuani, anaweza akaja na shida ya kupumua mm. kama ni tumboni kumesambaa, ndio anakuwa na tumbo ambalo limevimba limejaa maji, lakini mwanzoni anaweza tu akawa anasema na maumivu ya tumbo, anaumwa mgongo, hapati choo vizuri, yani hakuna dalili ambayo moja kwa moja inaweza, daktari anaweza akasema kwamba ah, hi, hiyo ni ovary. Hapana, so, dalili zake zinakuwa hivyo na zinakuwa zinaanza kuonekana baadaye kidogo. Kuchelewa kuonekana kwa dalili za saratani hii ya ovary eh, pengine athari zina, zinakuwa kubwa zaidi. Au athari zake mnaweza pia kuziwahi hata kama dalili zinachelewa. Um, mara nyingi hii kutokuonekana, ugonjwa ukionekana kwenye hatua za awali huwa ni rahisi kutibu pia, kwa hiyo na ni rahisi kupata matokeo mazuri ya matibabu hmm. Kwa hivyo kama ugonjwa umejificha hapa mwanzoni alafu ukaja kuonekana baadaye, of course mgonjwa atapata matibabu na anaweza akapata matokeo mazuri tu kwenye matibabu, lakini ni tofauti kama yule ambaye angegundulika hatua za awali kabisa, kabisa kabisa mwanzoni. Kwa hiyo yani, kama vile tuseme, kama disadvantage ama athari anayopata mm -hmm. mgonjwa kwa sababu hatukuona dalili mwanzoni tu maanake tulishindwa tunaweza tukashindwa kugundua ugonjwa mapema au hata yeye kufika hospitali mapema. Kwa hiyo anaweza kugundulika na ugonjwa ukiwa kwenye hatua za mbele kidogo, inaweza kupelekea mgonjwa kugundulika na huo ugonjwa akiwa hatua za mbele kidogo. Na ni saratani ambayo inawakuta wanawake wengi, au ni saratani ambayo eh, kwa sababu si, si, si, si saratani ambayo tunaisikia sana pengine haiwakuti watu wengi au ni inaonekana kwa mfumo gani? Ni saratani ambayo ipo, watu wengi wanapata, lakini kwa nchi za kwetu kama huku Tanzania siwezi kusema kwamba ni saratani ambayo iko namba moja inaongoza kwa wanawake kansa. mm -hmm. In inayoongoza ambayo ni common sana ni shingo ya kizazi kwa so, hiyo saratani ya ovari ipo kwa baadhi ya wanawake mtu mwanamke yote anaweza akapata, lakini zaidi wale wenye umri uliosogea kuanzia labda miaka 55 na kwenda juu. Kwa mtu yote anaweza akapata wakati wowote mwanamke. Visababishi ni, ni, ni vipi ambavyo vinaweza kusababisha mtu ama mwanamke huyu akapata saratani ya ovary hasa kwa umri huu ambao umetuambia kuanzia miaka 55, ambaye ana uh, ni rahisi zaidi yeye kupata saratani? Mara nyingi tunapoongelea magonjwa ya saratani hatuwezi tukiwa na mgonjwa tukamwambia ugonjwa wako umesababishwa na kitu fulani. Mara nyingi tunaongelea risk factors ambazo labda pengine zimechangia mgonjwa yule akapata ule ugonjwa. Kwa hivyo kwenye saratani kama ya ovary, I mean saratani ya ovary inaonekana zaidi kwa wanawake ambao hawajawahi kupata mtoto ya au wana mtoto mmoja, wale ambao wana shida za uzazi, yani hawajahamtu ambaye hana mtoto anakuwa kwenye riski zaidi kuliko mtu ambaye ana watoto mm -hmm. Wengi lakini pia kuna hii ya unene au uzito uliopitiliza, hiyo pia inachangia kupata hizo saratani za ovary. Lakini pia kuna tuna, kuna tunasema biological mm -hmm. Yani genetic yani kwamba inakuwa kwenye mfumo wa vinasaba. Kuna baadhi ya watu wana kuwa kwenye vinasaba vyao kuna hitilafu fulani ambayo inapelekea hizo familia kupata sana magonjwa ya kansa. Sasa kuna baadhi ya hizo fault za kwenye DNA kama vile kuna moja tunaita braka moja na mbili, hawa watu wanakuwa kwenye riski kubwa ya kupata magonjwa ya saratani hasa ya ovari na titi. Unaweza ukaona kwenye familia nyingine, sisi huku mara nyingi bado hatujafikia hiyo levo ya kuangalia vinasaba kwenye mm -hmm. nchi zetu hi zinazoendelea, lakini huko mbele wenzetu wanaweza kuangalia wakasema kwamba huyu mgonjwa labda ni wale ambao wanabeba vina saba ambavyo vina hitilafu, inaweza ikapelekea kupata hizo saratani. Kwa hiyo kuna hizo unaweza, ukaona labda kuna baadhi ya koo, labda kuna mtu aliumwa titi, kansa ya titi, mwingine mm -hmm. akaumwa ovari. Yani kansa zinakuwa zinaonekana kwa mara nyingi. So, a ndo wale ambao kwa Kiswahili chepesi tunasema kama vile wamerithi na pamoja na kuchelewa kuonekana kwa dalili za saratani hii ya ovary, vipi matibabu yake? Matibabu yapo mgonjwa akifika. Matibabu kuna aina kuu mbili za matibabu kwenye ugonjwa huo. Matibabu ya kwanza ni upasuaji mm, na matibabu ya pili ni dawa za drip, hizo dawa kemia zinaitwa chemotherapy, mm. So, mgonjwa akifika kama ni hatua yuko kwenye hatua za awali, anatakiwa atakwenda atafanyiwa upasuaji. Maana yake wataenda kuondoa ile sehemu iliyokuwa na uvimbe, kisha mgonjwa ataendelea kwenye hatua ya pili ya matibabu ambayo ni kupata hizo dawa kemia hizo ambazo ni kimotherapi ya. Kwa hiyo wanatibiwa na huwa wanaendelea vizuri mwingine ambaye useme, labda ugonjwa ni mkubwa kidogo, akashindwa kuondoa kwenye kwa upasuaji yani mara ya kwanza kabisa, anaweza akafika hapa taasisi, akapewa hizo dawa kemia hizo kemotherapy, anapewa kama labda mara tatu, kisha anafanyiwa vipimo, anaweza kuta uvimbe umepungua kwa kiasi fulani, anakwisha anakwenda kufanyiwa upasuaji, alafu anarudi tena kuendeleana hizo dawa kwa ajili ya kucontrol zaidi ugonjwa. Kwa hivyo matibabu yapo. Huwa inasemwa uh, huko nje tunasikia kwamba uh, kwenye upasuaji wanatoa wanatoa kizazi chote pamoja na ovaries. Halafu je, eh, huo ndo hiyo ndo aina pekee ya upasuaji au sisi tunatishana tuna tu huku mtaani? Hapana, kuna aina nyingi za upasuaji mm. So daktari wa upasuaji kabla hawajaingia watafanya vipimo vya kujitosheleza mm, na kuona ni namna gani wanaweza kwenda kufanya huo upasuaji. Kuna kuondoa kizazi yes, mm, na kuna anaweza akaondoa kizazi pamoja na hiyo ovari, anaweza akaondoa ovari peke yake, yani yenye tatizo peke yake, wanaweza wakaacha kizazi, kulingana na labda kama mgonjwa sema ni mtu ambaye yuko kwenye bado ana uwezo wa kuzaa, anatamani kuzaa tena, wanaweza wakakispea kizazi wakaondoa tatizo peke yake. So mara nyingi daktari wa upasuaji anaweza akafanya ataf... baada ya kufanya vipimo anaweza akana kumwasesi mgonjwa, naweza akaamua ni aina gani ya upasuaji itafanyika. Ziko aina nyingi, na kutegemea na matakwa ya mgonjwa pia, na pia wakifungua huko ndani wanaweza kuamua tufanye ipi kulingana na walichokikuta lakini sio lazima kwamba kila wakiingia tu lazima waondoe kila kitu, hapana. Haya, maneno yanasemwa ni mengi, lakini uh, lazima tupate uthibitisho wa kitaalamu kabisa. Tunaye hapa Dr. Evelyn Mkuchika, na yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani. Dr. mara ya mwisho lini kumhudumia mgonjwa wa saratani ya ovary? maybe labda la, wiki iliyopita wapo. Uh, na, na ulikutana naye akiwa katika mazingira gani, akiwa na hali gani kwa wakati ambao wewe ulikuwa unamwatendi n? No, anakuwa tu yuko vizuri, anakuja kwa ajili ya hizo dawa tulizosema ambazo ni hatua ya pili ya matibabu baada ya upasuaji hmm. Yeah, so anakuwa anakuja kupata hizo chemotherapy hapa. Sawa. ukiwa daktari bingwa wa magonjwa ya saratani ni upi wito wako hii leo, ikiwa dunia inaadhimisha eh, na kutoa uelewa zaidi kwa jamii kuhusu saratani hii ya ovary? Tu, saratani ya ovary ipo na ikipatikana kwenye hatua za awali huwa inatibika, so mtu yoyote akiambiwa kwamba ana hilo tatizo, wasikatae matibabu, wafike kwenye hospitali zetu, watapata matibabu na kupata matokeo mazuri tu. Matibabu yapo, saratani inatibika hasa ikiwa kwenye hatua za awali. Lakini pia tuendelee kutoa elimu na kuelimisha umma kwamba hivi vitu vipo. Mtu akigundulika na akiambiwa kwamba hii ni kansa fulani, asijue kwamba ni yeye peke yake au yeye ndo amebeba huo mzigo. Hapana mm. Watu wengi wapo wanaumwa, wanatibiwa, huduma zipo, wanapata huduma nzuri, na kuna maisha baada ya matibabu ya saratani. So watu wanaweza wakatibiwa wakaendelea na maisha. Tumeongea na Dk. Evelyne Mkuchika mengi zaidi kuhusu saratani ya ovary, na hii leo dunia ikiwa inaadhimisha siku hii na kutoa uelewa zaidi kuhusu saratani hii, ametuambia miongoni mwa matibabu ambayo yanapatikana na yanatolewa kwa wagonjwa hawa ni matibabu ya Kemi, uh, tiba kemia na hii ni maarufu ama uh, inafahamika kama chemotherapy. Tumefika katika eneo hili hapa hapa ndani ya Taasisi ya Saratani ya Ocean Road kuangalia namna ambavyo tiba hii inatolewa kwa wagonjwa wa saratani. Tumekutana hapa na muuguzi, na huyu ni maalum kabisa, ambaye anatoa huduma hizi na ni kwa muda sasa. Bisapine Mburuja atatueleza mengi kuhusu eh, tiba kemikali. Bisapine, habari hongereni na poleni kwa kuendelea kuokoa maisha ya Watanzania. Asante sana, nashukuru. Pengine moja kwa moja unaweza ukatuelezea ni kwa namna gani tiba kemia mnazitoa kwa wagonjwa hawa. Ya, kwanza ningependa niseme tiba kemia ni nini? Hmm. Tiba kemia ni dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya kutibu saratani. Kuna matibabu mengi ya saratani, lakini hii ni mojawapo. Pia tiba kemia hizi kama mnavyoziona ni kwa magonjwa mbalimbali ya saratani, kwa sababu saratani zipo za aina nyingi. Kila mgonjwa anatibiwa kutokana na aina yake ya saratani, pia na hatua pamoja na hali yake kwa wakati huo ikoje. Kwa hivyo mgonjwa anaweza kupata tiba hii Ma mara ngapi kwa wiki au kwa mwezi inapangwa kutokana na hayo niliyoyasema. Kwa hiyo inaweza ikawa nyingine ni kwa wiki, nyingine ndani ya wiki mbili, ba, kila baada ya wiki mbili, nyingine kila baada ya wiki tatu, kuna ambazo wanapata baada ya mwezi. Kwa hiyo inategemea na anaumwa nini. Naona hapa mgonjwa akiwa amewekewa uh... Sisi tunazifahamu kama drip. Pengine dawa ambazo wanazizungumza za tiba kemia ndo hizi ambazo ziko ndani ya ya ama ndo zipo katika mwonekano huu. Ya, yeah, tuna aina tofauti tofauti za tiba kemia. Nyingi zinakuwa zinaonekana kwa mfumo huu kwamba ikiwekwa, ikichanganywa na drip inakuwa na rangi hii hii ambayo inaonekana kama hapa inayoendelea hapa, ambacho anakipata mgonjwa wetu ni tiba kemia, ni chemotherapy ambayo imewekwa ndani ya hii drip, lakini kuna nyingine ambazo zina rangi tofauti. Kwa mfano nyingine zinaweza kuwa ni nyekundu, nyingine zinakuwa na rangi ya njano, nyingine zinakuwa na rangi tofauti tofauti ingawa asilimia kubwa zinakuwa na rangi hii hii ambayo mnaiona hapa ambayo ni plain tu kama maji. Wagonjwa wengi baada ya kupata tiba hii ya tiba kemia, kuna tiba nyingine ambazo mnazitoa tofauti na hii tiba kemia kwa wagonjwa wa saratani? Ndio, tuna tiba ya mionzi, tuna hii tiba kemia na na nyingine kitaalam tunaweza tukasema targeted therapy, na nyingine ni za hormone, na nyingine ni za kuongeza kinga. Sasa nyuma yangu ni wagonjwa ambao wanaendelea kupata matibabu hayo, tunaweza kuzungumza na mmoja wao. Uh, pole madam. Asante. unaitwa nani? Felista Joji. unapata tiba hii kwa muda gani hivi sasa? miezi ah, minne. Mwezi wa nne sasa yeah. Na unajisikiaje wakati huu ambao ndio unapata haya matibabu? Najisikia vizuri, naendelea vizuri. Una una saratani ya nini? Ziwa. mm-hmm. Ziwa. Baada ya kuanza kupata haya matibabu kwa takriban miezi minne sasa, unaona hali yako ya kimwili ipoje na unaendelea naendelea vizuri naona hali yangu ya kimwili inaendelea vizuri, napata nafuu. Kuna mabadiliko yoyote ambayo umekutana nayo kwenye mwili wakati ambao unaendelea kupata tiba hii? Ndiyo, mabadiliko ziwa lile sasa hivi naona lina sinyaa, ni yaani linakuwa dogo. Na mabadiliko nyingine labda kutapika, kunywele kunyonyoka hivyo. Na ni kila baada ya muda gani unakuja hapa kupata haya matibabu? Kila baada ya wiki tatu. Mara kadhaa inakuwa ngumu kupokea pale ambapo unaambiwa una saratani. Kwako wewe ilikuwaje? Ilikuwa hivyo hmm. E, ngumu kuamini ilikuwa e, ngumu kuamini kama enyewe kwa sababu, ndio maana hata kidogo nilichelewa kwenye kwenye huduma e. Pole. Tumezungumza na miongoni mwa wagonjwa ambao wanapatiwa tiba hii tiba kemia hapa katika eh, eneo hili la Taasisi ya Saratani ya Ocean Road. Lakini Bi Sapine, kwa kumalizia, uh, mgonjwa ametuambia kuwa anaona mabadiliko baada ya kuanza kupata tiba hii kwa takriban miezi minne sasa. Natamani kufahamu ni maudhi gani ambayo mtu anaweza akawa anayapitia wakati akiwa anaendelea kupata hii tiba kemia? Uh, niongelee kwa, kwa ujumla wake hmm. Maudhi ambayo wanaweza akapata ni wengi, wanakosa hamu ya kula alafu wanajisikia hovyo hovyo fulani hivi. Kuna wengine wana wamama, hasa wanaweza wakasema nasikia kama vile mimba changa hizo. Hmm, ni namna ambavyo wagonjwa wanavyoelezea, lakini kwa ufupi ni kukosa hamu ya kula, nywele kutoka ambacho wamama wengi ni kitu ambacho kinawakosesha furaha, alafu kuna kubadilika rangi kwa kutokana na aina ya dawa nyingine, kunakuwa ku, mweusi kidogo, kucha zinakuwa nyeusi. Um, wengine wanapata kichefuchefu na kutapika, lakini pia tunazi hayo maudhi madogo madogo ambayo wanayapata ambayo tunaweza kuya manage tuna manage. Kwa mfano akisikia kichefuchefu tunawapa dawa, akisikia kutapika tunampa dawa za kuzuia kutapika, akiwa anaharisha tunampa dawa za kuzuia kuharisha. Kwa hiyo kwa, kwa ujumla ni maudhi madogo madogo kama hayo. Kwa kumalizia, unaweza ukatuambia ni upi wito wako kwa Watanzania eh, kuhusu saratani, hasa saratani ya ovary ambayo hii leo dunia inaadhimisha, wito wangu kwa watanzania ni kuwahi kuchunguza. Ukichunguzwa ukagundulika mapema, saratani inatibika. Kwa hiyo wito wangu mkuu ni uchunguzi, ili kujua mapema ili tupate tiba. Saratani inatibika na miongoni mwa tiba ni zile ambazo tumeziona hapa, ikiwa ni tiba kemia, na tunaona uh, Watanzania wakiendelea kupata tiba hii. Hii leo dunia ikiwa inaadhimisha siku ya saratani ya ovari, sisi tunaendelea kutoa elimu na uelewa zaidi kwa jamii. Fika hospitali, fanya uchunguzi uweze kupata tiba na maisha yaweze kuendelea, kutoka nje ya chumba cha matibabu ya saratani hapa taasisi ya Ocean Road, taasisi ya saratani, taasisi ambayo inahudumia maelfu ya Watanzania ambao wanakumbana na saratani tofauti tofauti. Tumepata kuona kusikia mengi kuhusu matibabu na ugonjwa wa saratani ya ovary kwa ujumla kubwa zaidi elimu ambayo tunaondoka nayo hii leo ni kufika hospitali mapema kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi mapema na kupata tiba ili kuendelea na maisha ya kawaida maisha ya kila siku, na si kusubiri ugonjwa huo ufike katika hatua kubwa ambazo zinaweza kuleta athari zaidi. Kwa wale ambao ndio wahudumu, wale ambao wanawasaidia wagonjwa hawa ni muhimu kutoa ushirikiano kwa asilimia kubwa sana kwa wagonjwa. Lengo ni kupata watu wenye afya njema na kuendelea kuijenga nchi yetu, ambaye nimekuletea makala hii fupi kuhusu saratani ya ovary hii leo dunia ikiadhimisha. Mimi ni Balkis Njuki. Shukran sana Balkis Njuki kwa kutupitisha. Tumesikia ushauri hmm, wa daktari lakini, tumewaona wanawake ambao hmm, wanapatiwa matibabu pale kabisa kubwa ni kwamba ukiona dalili yeyote kati ya zile zilizotajwa, mm -hmm. basi ni kuwahi kufika katika kituo cha afya na kuzielezea kabisa. Na maswali yote ya msingi Malkis ameuliza na majibu yote ya msingi yametolewa. Jambo la msingi ni eh, kuzingatia uh, ushauri huo ama elimu hiyo ambayo umeipata kupitia makala hii ambayo imeandaliwa na Malkis Njuki, sababu tunafahamu kwamba saratani ya ovary husababisha eh, vifo vingi eh, kuliko saratani yoyote ya kizazi. Kwa hiyo eh, ni hatari sana kwa wanawake. Tunakamilisha hivyo.